Mara nyingi tumekuwa tukiiona sekta binafsi kama ni sekta inayolenga katika kupata faida pekee, huku tukisahau mchango na shughuli za kiuchumi zinazoambatana na hiyo faida. Sisi tulioko katika sekta ya umma au sekta ya umma kwa ujumla, kwa mfano, inazalisha ajira. Kunakuwa na ajira kwa sababu watu lazima waajiriwe wizarani, katika mashirika ya umma na sehemu zingine, idara mbalimbali mbali za serikali. Lakini mtakubaliana na mimi kwamba kuna ukomo, ukomo wa namna serikali inavyoweza kuendelea kuzalisha ajira kuna ukomo na ndio maana huwa kunakuwa na ikama kunakuwa na muundo, yote hayo yakithibitisha yaki kwamba kuna ukomo wa serikali kuendelea kuleta ajira. Kitu ambacho huwa mara nyingine tuna kisahau ni kwamba wenzetu wa sekta binafsi ni kinyume cha hiki tulichokisema. Sekta binafsi haina ukomo wa kuzalisha ajira, kwa sababu sekta binafsi ikiwekewa mazingira mazuri itaendelea kuanzisha biashara mpya, na katika kufanya hivyo itaendelea kuzalisha ajira mpya bila kusubiri mwaka mpya wa bajeti, wala bila kusubiri chochote na ili sekta binafsi iweze kufanya hivyo inachohitaji ni mazingira bora ya biashara, mazingira bora ya kufanya shughuli za kiuchumi. Wakati mwingine, tumekuwa tukifanya mambo ambayo hayatakiwi kufanyika, na kwa kupitia mambo hayo au maamuzi hayo au hatua mbalimbali tunazozichukua, tumeweka ugumu kwa sekta binafsi kuanzisha au kuendesha biashara. Kwa hiyo, huu ni mtizamo muhimu na ni mtizamo sahihi na ni mojawapo ya vitu ambavyo tunatakiwa tuvi cement, kuvi cement na kuwa tayari kuvidefend kwenye vikao vinavyotunga sera ambazo zinakuwa na athari mbaya kwa maendeleo ya biashara. Kwa hiyo mwongozo wa kuandaa strategic plan tutaweka mikakati yetu ya taasisi zetu, na katika strategic plan pia tutaainisha vyanzo vya kufinance hizo strategic plan. Wakati wa kubuni vyanzo vya mapato tuwe waangalifu na kuchambua vizuri vyanzo vyetu vya mapato, ili vyanzo hivyo vijielekeze katika kupata mapato kutoka kwa sekta binafsi, lakini mapato hayo yatokane na faida ya sekta binafsi na sio yatokane na mitaji au mtaji wa sekta binafsi.